E, jamani e, pamoja GTV kama kawaida tupo kazini, tupo mzigoni. Siku zote huwa tunawaambia palipo na kazi kuna kazi e, siku ya leo napo ni siku ambayo tupo kazini, maana yake kazi juu ya kazi. E, nadhani wiki hii imepita. Aa, imepita lakini kuna changamoto za hapa na pale zimesababisha kazi kidogo kama vile ilistopu, kulingana na asali za kawaida ambazo hazizuiriki kwa kila binadamu na kila mwanadamu, lakini sasa hivi na imani wiki inayokuja tutapiga kazi e, mpaka na kuziba vitu ambavyo tulipelea kuvifanya kwa wiki iliyopita. Kwa hiyo ni kwa hili mtazamaji, na unayetufuatilia unayeona ubora wetu na kutupa company na kutusupport, wewe unayetuwekea viewers na kila kitu, wewe we ndo tunakuamini kama mtu wetu wa karibu, unayetufanya tuweze kuperform vyema kabisa kwenye kazi yetu, na wewe we ndo tunayekutegemea ili tusababishe sisi kufika kwenye malengo yetu, kwa sababu bila wewe hatuwezi kufanya chochote. Tunaomba utufuatilie kwenye channel yetu Pamoja GTV. Nadhani mtandaoni inaonekana sana bila hata kupata shida kwa siku hizi. Kwao tunawaomba sana mtunge mkono sapoti e, mtushike mkono nyinyi, bila kutushika mkono sisi tunachokifanya bila nyinyi hatuwezi kutupa manufaa yoyote. Kwao tunawaomba sana, ambayo unatufuatilia Pamoja GTV, kuna kazi tutaweka vipande vitatu wiki hii, ili kusudi kuziba mapengo ya nyuma. Tulikuwa tunaacha kipande kimoja kimoja viwili, lakini tunaweka vipande vitatu. Kwa hiyo tunasema kwamba karibuni sana, pamoja TV.